Karibu sana kipenzi changu, hii ni Mapishi Food Life, na leo tunaenda kujifunza namna ya kukaanga yai. Jamani, sio kujifunza, yaani hapa unaweza ukaangalia tu na ukaelewa. Najua kila mtu anajua kukaanga yai la kawaida, nikasema nisiache kushare na nyie na, na kama ulikuwa hujui, tazama mpaka mwisho ili uweze kuelimika. Tayari nikawa nimeshapasua mayai matatu, na hapa naenda kupasua yai la nne kama jinsi unavyoona. Haya, mayai ni ya Kienyeji. Lakini siku hizi maya ya kienyeji hatuyaelewi jamani kama zamani za kale. Hebu andika hapo chini ni changamoto gani unazopata na maya ya siku hizi. Baada ya hapo nitaenda kuweka chumvi kiasi na pia nitaenda kuchanganya. Unaweza ukaweka chumvi tu au unaweza ukaweka chumvi na pilipili manga ili uweze kupata ladha nzuri zaidi. Hili yai tunaloenda kupika ni yai la kawaida tu. Usisahau kusubscribe kama bado hauja subscribe katika YouTube channel hii ili uweze kujipatia video zetu pale tu tunapokuwa tuna posti kama jinsi unavyoona nimesha changanya kama nilivyosema hapo awali ni yai la kawaida halina mbwembo wala halitaji matashtit baada hapo tunaenda kuweka kumimina mafuta unaweza kutumia mafuta yoyote baada hapo baada ya sufuria, flampeni kupata moto tutaenda kumimina hiyo rojo ya yai kama jinsi unavyoona na nitaenda kuhakikisha nasambaza ili iweze kukaa sehemu zote kama jinsi unavyoona Usisahau kusubscribe kama bado haujasubscribe. Ningependa kujua wewe unakaangaje yai nyumbani. Tuandike hapo chini ili tuweze kupata pishi jingine jipya la ukaangaji wa mayai ya kawaida. Kama jinsi unavyoona yai linaendelea kuiva. Ningependa kujua unatazama video hii kutoka wapi, mahali gani, popote pale duniani. Tuandike hapo chini jina lako na jina na mahali unakotokea ili tuweze kusambaza upendo kwa kutaja jina na mahali unakotokea katika video nyingine inayofuata kama jinsi unavyoona. Yai linaendelea kuiva na baada ya hapo ntaenda kugeuza, tageuza tu kawaida, lakini kama una kijiko kizuri kile cha kugeuza unaweza ukageuza ili lisikatika, katika lakini mimi nilikuwa sijali. <laughs> Lakini kwa sababu hata nikikatika hamna shida, lakini wewe unaweza ukatumia um, kigeuzio kizuri ili isikatike kama jinsi la kwangu lilivyo katika katika kama jinsi unavyoona. Na upendo wetu wa kwanza leo unaenda kwa Mama Timoth kutoka Arusha Ilboru. Asante sana Mama Timoth kwa kupenda mapishi, mapishi yetu na pia asante sana kwa kutufuatilia, bila kumsahau Afsa kutoka Mbagara. Asante sana Afsa kwa kupenda mapishi yetu na pia asante sana kwa kufuatilia. Huyu mwingine ni Tuma kutoka UK. Asante sana Tuma kwa kupenda mapishi yetu na pia asante sana kwa kutufuatilia. Huyu mwingine anaitwa Abidari kutoka Mara, asante sana Abidari kwa kupenda mapishi yetu na pia asante sana kwa kutufuatilia. Kama jinsi unavyoona yai liko tayari, asante sana. Ningependa kujua unatazama video hii kutoka wapi, ili tuweze kusambaza upendo kwa kutaja jina na mahali unakotoka katika video nyingine inayofuata. Pia usisahau kusubscribe kama bado hauja subscribe katika YouTube channel hii. Na mna kusubscribe katika video hii unaitazama, mkono wako wa kulia kwa chini, kuna neno limeandikwa subscribe, bonyeza hilo neno. Pia bonyeza kengele notification, ili uweze kujipatia vipindi vyetu pale tu tunapokuwa tunaposti. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa wale wote ambao tayari wamesha subscribe na kwa wale ambao wamekuwa wakitufuatilia, asanteni sana. Bila kukusahau wewe unayetazama video hii, asante sana kwa kutazama video hii. Kwaheri, tukutane katika pishi jingine linalofuata. Asante.